Na kama kuna kipengele kigumu kwenye kizazi chetu ni kwa habari ya kumjua Mungu kwa sababu miungu mingi imejitokeza imejaa kwenye mativi, inahubiriwa kwenye mativi na maredio, miungu ya kutosha ya sampuli mbalimbali, alafu Mungu wa kweli huyu unamsikiliza kwa manati, unamsikiliza kidogo kidogo. Mungu huyu wa kweli, yani wa, wanaomsema huyu Mungu na kumfafanua kwetu, yani wanaotuletea Mungu halisi wa kweli ni wachache, wanaoleta viji miungu vya ajabu ajabu ni wengi. Mambo Nyakati wa Kwanza 289 Mambo Nyakati wa Kwanza 289 Ayubu 22 21 Ayubu 22 21 Yuda zisomwe zote. Ukifika tu weanzaga Yuda mstari wa tatu, kwa sababu Yuda ina sura moja tu, Yuda mstari wa tatu. Bwana akubariki tuunge Ayubu ishirini na mbili ishirini na moja. Ndio. Inasemaje? Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Asante. Wapenzi, nilikuwa nikifanya bidii sana kuwaandikia habari ya wokovu. Ndio. Wetu sisi sote, niliona imenilazimu niliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani iliyokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kuna, kuna, tuna kazi ya kuishindania hii imani ya wokovu ulio katika Kristo Yesu, na imani hii imejengwa kwenye muhimili uti wa mgongo Mungu wa Biblia ambaye asili yake ni Utatu Mtakatifu ni Mungu mmoja anayejidhihirisha kwetu katika nafsi zake tatu hai, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hii imani imejikita hapo, tukiruhusu yeyote achezecheze na hiki cha asili ya Mungu Utatu Mtakatifu tukaacha tu wakaendelea kuja na nadharia zao tu na kupindua maandiko tu kuleta mambo ya ajabu tu, wakipinga asili ya Mungu huyu kwamba ni Mungu mmoja kabisa, sio miungu watatu. Ni Mungu mmoja kabisa kabisa, lakini amejifunua kwetu katika nafsi zake hai tatu. Hii ikiondoka tumeisha, tumeisha, ii imani inakuwa imeishia hapo. Na kama kuna somo ambalo au fundisho ambalo limepigwa vita tangu karne ya kwanza, andika, andika, andika, andika. Somo ambalo limepigwa vita tokea kanisa linazaliwa ni hili somo la Utatu Mtakatifu, kwamba Mungu mmoja ana nafsi zake hai tatu. Hili somo limepingwa kwa. Kwa nini nguvu kubwa imeelekezwa kupinga Utatu Mtakatifu? Kwa sababu ukishaangusha hiki, yaliyobakia mengine hayana mashiko, hayana mashiko masomo yaliyobakia mengine yote fundisha chochote hakina mashiko. Lakini eneo hili la Mungu huyu, kumjua Mungu na asili yake na utendaji wake, ukajua kwa usahihi kabisa, mengine yote yataleta maana, yote mengine yaliyobakia. Na sasa wanangu, leo naomba nipunguze spidi kidogo niende kialimu zaidi ili upate kuandika notes ukae nazo zitakusaidia. Kuna siku watakubananisha, kuna siku utakutana nao tu wanaokuambia, hakuna Mungu. Ni moja ndio, lakini mambo ya nafsi tatu hamna. Utakumbana nao na wanajua kuruka kwenye Biblia, anakuja huku anarukia mstari ule Kabla anasoma kipande hajamalizia, anarukia kule, anasoma ka kipande ka mwanzoni ha, ata, akimalizia anajua ataharibu, atashikwa. Anapiga ka kipande, anarukia huko, anaruka, anaruka, anaruka. Sasa ngoja nikupe kitu kimoja. Nina pointi zangu sita muhimu kwenye somo, mpaka namaliza namuomba Bwana, yaani ifikapo kesho nisiwe nimebakisha chochote kwenye somo hili, kwa utende kwa haraka. Mko tayari? yes. tuko tayari eh? Nakutajia zile pointi sita kwa haraka, kwanza tutazijadili moja. Mungu wa kweli ni mmoja tu. There is one God. Kuna Mungu mmoja tu, hiyo ndio pointi ya kwanza hiyo. Usi, usi, usikosee kuna Mungu mmoja tu. Andika Kumbukumbu la Torati sura ya nne, sura ya sita mstari wa nne. Kumbukumbu la Torati sura ya sita mstari wa nne. Andika nyingine, Wakorintho wa kwanza nane nne, Wakorintho wa kwanza nane nne andiko jingine wa Galatia tatu ishirini. Nataka nikuachie vitu yani, nikiondoka hapa, wanangu nimewatengeneza sawasawa na ule ukweli wote, mnabakia nao na niye mwasaidie na wengine, tunaenda namna hiyo. Timotheo wa kwanza mbili tano, Timotheo wa kwanza mbili tano. Na maandiko yako mengine mengi, niishie hapo. Hiyo ni pointi ya kwanza, kuna Mungu wa kweli. Mungu wa kweli ni mmoja tu, Mungu wa Biblia ni mmoja. There is one God. Pointi ya pili ni ya muhimu sana, Utatu Mtakatifu una nafsi tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Utatu, baadaye nitakufundisha sasa kwamba hii Utatu Mtakatifu hey. Bila yani uta, Utatu Mtakatifu uumbaji usingefanyika. Yes. There is no way creation could have been done without trinity. Haipo. Nitakuonesha mwanangu leo, Mungu anisaidie ifikapo kesho mwisho wa semina ya somo hili niwe nimemaliza kabisa yale ya muhimu na unayo kabisa. Amen. Jamani, haleluya. Nakupa point kwanza, maandiko nitakupa kwenye eneo hili, au ni kuachie maandiko kwanza. Mwanzo moja moja <laughs> Mwanzo moja moja hapo, alafu unarukia mstari wa ishirini na sita na tena Mwanzo sura ya tatu mstari wa ishirini na mbili. Alafu Mwanzo sura ya kumi na moja mstari wa saba. Yasikupite haya, Mwanzo kumi na moja saba. Isaya nane sita. Isaya nane sita. Isaya huyo huyo, arobaini na nane kumi na sita. Isaya arobaini na nane kumi na sita. Isaya huyo huyo, sitini na moja moja hadi kumi na saba Matayo tatu kumi na sita hadi kumi na saba. Matayo yoyo ishirini na nane mstari ule wa kumi na tisa, Matayo ishirini na nane kumi na tisa. Wakorintho wa pili kumi na tatu kumi na nne nitulie kwanza hapo, mkono wako upumzike, hatutaki utani hapa. hapa utani hautakiwe Tuna inapokuja kujifunza kuhusu Mungu wetu, na ninakwambia kweli waki, waki, waki, waki, kwa, tukiwa displaced kwenye kumfahamu Mungu wetu tutaabudu mawe tutaabudu miti na mizimu na sarakasi nyingine zote. Tuki, na, kuna siri kubwa sana ya kumjua. Ukimjua Mungu unakuwa na nguvu mwanangu, ukimjua. Ayubu, kilichomsaidia alimjua Mungu. Ile janga majanga aliyopitia Ayubu, kama alikuwa hamjui Mungu, ya, la kwanza tu angechali, lakini ile kumjua Mungu ikawa ndio nanga Jamani, haleluya! Kumjua Mungu ndio nanga ya uhai wako. Yesu wangu, natamani wale ambao ni masong composers, wale ambao wana compose gospel songs, natamani kusikia nyimbo ambazo zinamhusu Mungu zinamwelezea Mungu zinamfafanua na kufundia. Ni wimbo lakini unamsema, una Mungu na kumfunua Mungu kwa watu, ili watu waweze kumjua Mungu kupitia nyimbo, kupitia maubiri, kupitia maisha yetu, kupitia kila kitu. Jamani, aleluya! Anasema Ayubu <laughs> mjue sana Mungu alafu uwe na amani, na alafu tumalizia, alafu ndipo mema yote. Connection ya kumjua Mungu kisahihi na kuwa na amani na mema kukujia, unaiona hapo? maana yake ukikosea uki kumfahamu huyu Mungu, walimu wa uongo kwa kuletea version nyingine ya Mungu, yaani ukajikuta uka kutokuelewa, ukawa na version nyingine ya sio hii ya sahihi, amani hutakuwa nayo, na mema utayasikia kwa wenzako tu.